Ba, hii ni Simba. Simba popote anaunguruma. Yeah. Yeah. Kwa hiyo tupo tayari kwa kwenda kuunguruma South Africa. Ah, mnatoka kucheza, mmeshinda goli moja, alafu kila mtu ana huzuni kuonyesha kwamba mlikuwa mnaamini tunaweza kushinda zaidi ya hapo. Kwa hiyo hicho ni kiwango kizuri. Kama tuliweza kuwasimamisha wameutafuta kwa sababu si ni mpira huu hata mimi nacheza, si hawajafunga hata kule kwa wanaweza kushindwa kufunga vile vilevile. E, Simba nguvu moja. Sisi wote ni wanamichezo si ndio hivyo? Yeah. Hii mechi hatukufungwa, tumeshinda yeah. Hebu tujipigie makofi kwanza, Simba Umoja. Kwa hiyo leo tumeshinda, tuna pointi tatu, tumewaona na tunawaweza, tunawaweza hatuwawezi, uh-huh. Kuna sababu ya kuwa wanyonge uh-huh. Twendeni kwao tukaoneshe mpira. Kama tuliweza kuwasimamisha wameutafuta kwa sababu si ni mpira huu, hata mimi nacheza, si hawajafunga hata kule kwao wanaweza kushindwa kufunga vilevile vile. Na sisi tukafunga zaidi ya leo hasa. Mheshimiwa naibu waziri, mimi naomba nikukaribishe uh. Nimekuja kuleta zawadi yenu ya mama mmepata, uh, goli moja, shilingi milioni ishirini. Hii ni hatua ya nusu fainali, kwa hiyo naomba niwakabidhi. Sawa sawa, namkabidhi mheshimiwa naibu waziri, lakini kabla hajawakabidhi fedha yenu fedha naomba kwanza azungumze uh, uh, kitu kimoja ambacho mimi nimekiona ni kwamba huu ni wakati mzuri sana wakati mzuri kwa maana kwamba mnatoka kucheza, mmeshinda goli moja, afu kila mtu ana huzuni, kuonyesha kwamba mlikuwa mnaamini tunaweza kushinda zaidi ya hapo. Kwa hiyo hicho ni kiwango kizuri sana kwamba mna timu ambayo inashinda, lakini bado haijaridhika inataka kushinda zaidi. That's very good. Na niwatie moyo, kiwango kilikuwa kizuri na wakila nikiwa wa, wa, wasachi naona kabisa hawana uwezo wa ku, kuifunga wala kuitoa Simba Sports Club. Sawa sawa jamani, Kwaamini watie moyo, hii ni nusu ya kwanza ya mechi hizi mbili imekwisha na tunaongoza. Tunakwenda kwao, siogopi mechi za ugenini kwa sababu hii ni Simba, lakini pia ukifika kule ukatangulia ukapata goli, kitu ambacho kwa kiwango chenu kulinganisha na kiwango chao kinawezekana, mlima wao utakuwa mrefu mno. Kwa hiyo uh, hii fainali tunakwenda na ile kombe tunachukua, msiwe na wasiwasi. nafikiri na wote tunataka tu kwamba tungeshinda zaidi hapa, lakini ndo mchezo wa mpira, na ukishinda umeshinda, au sio? Jamani, kwa hiyo sisi tumekuja kuleta ile zawadi ya goli la Mama. Aa, kama ambavyo mnafahamu Mama Samia Suluhu Hassan, ikifika hatua hii kila goli lina milioni ishirini. Kwa hiyo tumebeba milioni ishirini hizi, na pengine tungependa ziwe 40, ziwe 80, ziwe 100 lakini tumepata goli moja kwa hiyo hizi ishirini nimezileta nime hapa. Kwa hivyo nitamkabidhi ntamkabihi namkabidhi mwenyekiti au captain? Captain. au? captanab ongereni sana milioni 20 kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan looking out brothers. Kwa hivyo niwatie moyo na kukiwa na uwezekano tu pengine tutaambatana twende wote kule South Africa, ili muone kwamba serikali yenu ipo na inaambatana na nyinyi kwenye kila hatua. Sawa sawa, jamani. Simba nguvu moja, Simba nguvu moja. Asanteni sana, eh, tumsikie na na kapteni. Mhm, ya kwa niaba ya wachezaji tuseme tunashukuru. Ulikuwa ni mchezo ambao tulihitaji tupate matokeo zaidi ya goli moja, lakini kama mlivyoona, tumepambana dakika mwisho, tumepata ushindi wa goli moja. Lakini uh, kama alivyosema hapa naibu waziri kwamba hii ni Simba, Simba popote anaunguruma. Kwa hiyo yeah. yeah. tupo tayari kwa kwenda kuunguruma South Africa, lakini pili ni nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Um, mzigo kama tumeuona hapa umeongezeka, uh, niahidi kama nilivyosema kwamba tupo tayari kumfilisi mama. Aniseme tu kwamba tunaenda South Africa kuunguruma na kuhakikisha kwamba tunachukua zaidi ya hizi. Ni wana michezo, si ndio hivyo? yeah. Hii mechi hatukufungwa, tumeshinda. yeah. Hebu tujipigie makofi kwanza, Simba. <coughs> Kwa hiyo leo tumeshinda, tuna pointi tatu. Tumewaona na tunawaweza, tunawaweza, hatu wawezi. Kuna sababu ya kuwa wanyonge. yeah. Tuendeni kwao, tukaoneshe mpira kama tuliweza kuwasimamisha, wameutafuta kwa sababu si ni mpira huu? Hata mimi nacheza, si hawajafunga hata kule, kwa wanaweza kushindwa kufunga vile vile na sisi tukafunga zaidi ya leo. Hasa Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi naomba nikukaribishe. Uh, nimekuja kuleta zawadi yenu ya mama, mmepata uh, goli moja, shilingi milioni ishirini. Hii ni hatua ya nusu finali, kwa hiyo naomba niwakabidhi sawa sawa, namkabidhi Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini kabla hajawakabidhi fedha yenu naomba kwanza azuma.